Mechi tatu goli tatu, ni top scorer kwanza. Lazima ieleweke e, mshambuliaji wetu kinara, washambuliaji wetu vinara Simba ni watatu akiwemo Jonathan Soa Kitendo cha Jonathan Soa kufunga kwenye kila mechi ambayo anashinda ama anacheza ina, ina, kwanza inatupa credit viongozi, tumesajili striker la kutisha, lakini kama haitoshi inamwongezea mwenyewe nguvu ya kuendelea kupambana zaidi. Hakuna eh, nyakati ngumu kama mshambuliaji kucheza bila, bila, bila, bila kufunga, ndio eh, mnalazimika mwanzi kuandika makala nyingi. Mnajua, mnajua, mnajua, mnajua, mnajua. <laughs> lakini huwa mnajua anafanyaga vizuri mnajua, lakini ni nyakati ngumu. Hata dilima huwa ni nyakati ngumu, mnajua, mnaelewa. Sasa Soa ana, ana, hakupi hiyo nafasi ya, ku, ya kumtetea kwa maandishi mengi. Soa anajitetea mwenyewe, Soa anafunga mwenyewe na ukiangalia vinara kwa ukubwa wa Simba, uh, inapotoka orodha ya wafungaji bora mshambuliaji wa Simba jina lake linapaswa kuwa pale. Hiyo ndiyo falsafa na hiyo ndiyo, ndiyo msimamo wa Simba. Nani anatuweka pale? Jonathan Soa pale? Pale? E, nani anatuweka pale? Mwalimu Selemani. Nani anatuweka pale, nani? Stephen Desimo Kwala, hiyo ndiyo Simba Sports Club.